Neno ambalo Bwana alinipa tena ya wiki hii nilipojaribu kuwa ninahama niende mahali pengine, indisha kingine bado nilikuwa ninarudi mahali pale pale, nilipokuwa najaribu nifundishe hivi, lakini sauti inaniambia nenda huku, ninajaribu niende huku, bado ninarudishwa kule. Haleluya, somo linasema kuamishwa kuhamishwa na kumtumikia Mungu kwa utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kuhamishwa na kumtumikia Mungu kwa utakatifu. Oh, oh. Nilikuwa ninatamani somo liwe, yaani kichwa cha somo kiwe kitu kingine, lakini nilikuwa narudishwa hapa hapa. Kumtumikia Mungu kwa utakatifu, kumtumikia Mungu kwa utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anapokuwa anataka kumbariki au kumtofautisha mtu na kitu kingine, huwa anamhamisha kwanza. Mtu anaweza akataka kukubariki tu, huenda akakuacha kule ulikoku, lakini akitaka kukutofautisha kukupa baraka ya tofauti, lazima akuhamishe. Bwana akitaka kuku, kukubariki lazima akuhamishe kwanza anaweza akakuhamisha kifikra. Bwana Yesu asifiwe! Ulikuwa unawaza hivi, Bwana akataka usiwaze hivyo tena. Ulikuwa unatamani kumtolea Bwana sadaka, lakini mawazo yako yanaku, yanakutuma kwamba kamzulumu mtu fulani, lakini Mungu anakutoa kwenye hayo mawazo ili utakachomtolea kiwe kitakatifu. Bwana Yesu asifiwe! Anaweza kakuhamisha kifikra, andika. Anaweza kakuhamisha kimtazamo. Bwana Yesu asifiwe! Unaishi kwa mtazamo huu, lakini bwana anapotaka kukuhamisha ili umtumikie kwa utakatifu, anabadilisha mtazamo wako. Haleluya! Ulikuwa unatazamia hivi, lakini taratibu Mungu anaanza kukuondoa kwenye ule mtazamo. Haleluya sana! Anaweza kakuhamisha kimtazamo mawazo hata kukuondoa karibu na jamaa zako au ndugu zako. Bwana Yesu asifiwe. E, Mungu akitaka kukubariki na kukutofautisha na wengine, anaweza kukuondoa kwa jamaa zako. Haleluya! watu ambao ulikuwa unawapenda sana, watu ambao ulikuwa unashirikiana kwa mambo fulani, watu uliokuwa unawategemea, Mungu anaweza kukuhamisha huko ili tu apate njia kukubariki na kukutofautisha na wengine Bwana Yesu asifiwe. Anaweza kukutoa kwenye nyumba ya kwenu, anaweza kukutoa mkoa wa kwenu, anakupeleka mahali pengine Bwana Yesu asifiwe. Kumtumikia Mungu ni pamoja na kutoa sadaka, kumtumikia Mungu ni pamoja na kumwabudu, kumtumikia Mungu, msifu. Kumtumikia Mungu Mungu ni pamoja kumtaja, haleluya, hayo yote yameambatana katika neno la kumtumikia Mungu naomba mtu mmoja akanisomee, Mwanzo kumi na mbili mstari wa kwanza mpaka wa tatu Mwanzo kumi na mbili mstari wa kwanza mpaka wa tatu Mwanzo kumi na mbili ndiyo. Mwanzo kumi na mbili mstari wa kwanza hadi wa tatu ndiyo. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako. Amen. Wende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Sasa, pili, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe kuwe baraka. Mstadi watatu, nami nitawabariki wakubarikiwa naye akulaaniye nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Amina, asante Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona Mungu alipotaka kumbariki Abrahamu na kumpa jina jingine na kumtofautisha kumtofautisha na watu wengine, alianza kwanza kumhamisha. Bwana Yesu asifiwe. Huenda kule alikokuwa naishi Abrahamu, Mungu asingeweza kumbariki, Mungu asingeweza kuwa na mpenyo au kupitisha kitu chake cha kiungu kwa ajili ya Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Huenda kule alikuwa anatumikia miungu, huenda kule kulikuwa ni watu ambao wanaabudu miungu. Kwa hiyo, Mungu alipotaka kumbariki na kumbadilishia jina na kumfanya kuwa baba wa mataifa, akaamua kumhamisha kwanza. Bwana Yesu asifiwe. na Ibrahimu alipohamishwa alikubali kuhamishika. Bwana Yesu asifiwe sana. Andika hii kwamba Ukihamishwa, kubali kuhamishika na kuyaacha yale na kuyaacha ya kale, usiyapende. Ukihamishika, uki ukihamishwa, kubali kuhamishika na kuyaacha ya kale, usiipende Kanani na uipende Misri. Usiipende Kanani na ukaipenda Misri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu ambao Mungu anataka kuwatofautisha na kuwapa kitu ambacho ni cha tofauti, wengine ambao ambacho hawana Bwana Yesu asifiwe. Lakini yule mtu anapokuwa anatolewa katika hali fulani kwenda ha katika hali nyingine inakuwa ni ni vizito kwake Bwana Yesu asifiwe. Mfano, Mungu anataka labda usitembee na mtu wa namna fulani, lakini wewe bado unaendelea kumng'ang'ania. Bwana Yesu asifiwe. Anataka usiishi nyumbani, labda anataka utoke uende mbali na nyumbani, ili mungu aweze kukubariki, lakini bado unakuwa unaving'ang'ania vitu vya kwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo Mungu inakuwa ni vigumu kukubariki na kupitisha kitu chake cha kiungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Unapokuwa unatoa sadaka, labda unaipata kwa njia nyingine ambazo sizo halali kabisa lakini Mungu unakuwa unasikia moyoni kwamba unaonywa, hiki kitu unachokifanya sio sahihi. Lakini kwa kuwa Mungu anataka kukuhamisha, na wewe hutaki kuhamishika, unaendelea kuyatenda yale ya kale. Kwa Mungu unataka, kwa mganga unataka, nyumbani kwenu kuabudu miungu unataka, kumwabudu Bwana unataka, haleluya. Mungu anatuonya asubuhi ya leo tuache, anataka tumtumikie katika utakatifu Bwana Yesu asifiwe sana. Unapokuwa unaabudu vitu viwili, hasira ya Mungu inawaka juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukatoa sadaka nyingi, unatoa vitu vingi, lakini unavitoa kwa njia ambayo sio halali au ni chukizo kwa Mungu. Unatoa sadaka kanisani, unamwomba Mungu, unalia, Mungu naomba unifanyie jambo fulani, ninatoa jam, kitu fulani, Mungu kinifanyia hivi, nitatoa kitu fulani. Nyumbani kunatokea vitu labda kuna mchango tunatakiwa tu, tunatakiwa labda tufanye sherehe kwa ajili ya, ya, mababu au kupalilia makaburi, tunatakiwa tununue maketi ya soda, watu wanunue bia wanywe, haya unatoa mchango. Bwana Yesu asifiwe, hapo umetumikia miungu na bado Mungu anamtaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu leo anataka tumtumikie katika utakatifu, ili tuweze kuziona baraka ambazo tulimuomba tuli kwa ajili ya sadaka tulizozitoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tena msomaji wangu nisomee mwanzo wa kumi na mbili mstari wa nne. Mwanzo wa kumi na mbili uli mstari wa nne. Imeandikwa basi Abraham akaenda kama Bwana alivyomwamuru, Rutu aka, akaenda, akaenda pamoja naye naye Abraham alikuwa mtu wa miaka sabini na mitano alipotoka Harani. Amina. Nisome tena Malaki moja kumi na moja mpaka kumi na nne. Malaki moja kumi na moja mpaka kumi na nne. Malaki moja kumi na moja Malaki sura ya kwanza mstari wa kumi na moja hadi wa kumi na nne. Malaki sura ya kwanza mstari wa kumi na moja hadi wa kumi na nne imeandikwa. Ndiyo. Kwa maana tokea na ma, maawio ya jua ndiyo hata machweo yake ndiyo, jina langu ni kuu katika mataifa, ndiyo, na katika kila mahali ndiyo, unatolewa unatolewa uvumba na na dhabihu safi kwa jina langu, maana jina langu ni kuu katika mataifa Dio, asema Bwana wa majeshi. kumi na mbili lakini ninyi mna, mnalitia unajisi Dio, kwa kuwa wasema meza ya Bwana imetiwa unajisi Dio, na matunda yake, yaani nyama yake udharauliwa. kumi na tatu tena wasema, tazama, jambo hili linatochokesha namna gani? Chiyo. nanyi mmelidharau, asema Bwana majeshi Chiyo. nanyi mmeleta kitu kilichopatikana kwa udhalimu na kilema na kilicho kigonjwa ndivyo mnavyoleta sadaka. Je, nikubali hii mikononi mwenu? Chiyo. asema Bwana kumi na nne. Lakini naalaniwe mtu mwenye kudanganyi ambaye katika kundi lake ana mume akaweka nadhiri ila amtolea Bwana kitu kilicho na kilema, kwa maana mimi ni mfalme mkuu, asema Bwana wa majeshi, na jina langu latisha katika mataifa. Amen, Bwana Yesu asifiwe. Mungu anazidi kusema, yeye ni mtakatifu. Hapa katika mstari wa kumi na tatu anasema tena, mwasema, tazama jambo hili linatuchosha namna gani, nani mmelidharau, nani mmelidharau? Asema Bwana wa majeshi, nani mnaleta kitu kilichopatikana kwa udhalimu na kilema na kilicho kigonjwa? Ndivyo mnavyoleta sadaka. Je, ni nikubali, nikubali hii mikononi mwenu? Bwana Yesu asifiwe. Hapa Mungu anaongelea kuhusu sadaka, kama nilivyosema. Kuna mtu mwingine anasema ah, nitapataje? Nitapataje kitu cha kutoa? labda ni ni- niende kwa bebi wangu nikutane naye ili nipate pesa. Bwana naichukia hiyo sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu ambacho kinapatikana kwa udhalimu, anaona ni kichafu mbele zake. Na kila kitu badala ya kuleta baraka kinaleta laana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijajua kwa nini Bwana ametaka ili nena watu wasikie. Nimesema nilipokuwa najaribu kuwama mahali pengine nafanya nirudishwe hapa na rudishwe hapa na rudishwe hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumtolee Bwana ikakutakatifu. Tusipende kutumikia miungu miwili. Kijijini unatoa kwa Mungu, unatoa kwa budu miungu, unatoa kwa Mungu, unatoa Bwana Yesu asifiwe. Mungu anazichukia hizo sadaka, anapata hasira juu ya mtu anayefanya mambo kama hayo. Tunamalizia Nyakati wa Kwanza kumi na sita mstari wa ishirini na nane mpaka wa ishirini na tisa Sita, wa wa kwanza kumi na sita mstari wa ishirini na nane mpaka ishirini na tisa nyakati wa kwanza kumi na sita ishirini na nane mpaka ishirini na tisa mambo ya nyakati wa kwanza sura ya kumi na sita mstari wa kwanza sura ya kumi na sita mstari wa kumi na nane na ule wa kumi na tisa imeandikwa akisema Nitakupa wewe nchi ya Kanani, iwe urithi wenu mliopimiwa. 19. Mlipokuwa watu nyakati nyakati ya kwanza 16 28 mpaka 29. Samani. Nyakati wa kwanza sura ya 16 mstari wa 28 na wa 29 imeandikwa: mpeni Bwana, enyi jamaa za watu, mpeni Bwana utukufu na nguvu, mpeni Bwana utukufu wa jina lake. Leteni sadaka, mje mbele zake, Mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana anazitaka sadaka zetu, tumwabudu kwa uzuri wa utakatifu wake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hataki kitu kichafu. Ni kweli, tunatamani kumtolea Bwana, lakini zitafakari njia zako. Hiyo sadaka unayomtolea Bwana unaipata kwa namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana anataka tumtumikie, tumwabudu katika hali ya utakatifu ili aweze kututofautisha Ukileta sadaka ambayo ni sadaka sio ya kumpendeza Mungu, haiwezi kumpa Mungu utukufu na akakupa kile unachokitaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuzitafakari njia zetu. Ni wapi tunazitoa sadaka zetu kwa ajili ya kumtolea Bwana? Anatukumbusha leo tumtolee katika utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa ajili ya somo hili. Tufunike macho yetu. Baba Mungu ninakuinua, ninakutukuza. Ninakushukuru kwa kuwa wewe Mungu umesema na taifa lako na kanisa lako. Kile ulichosema ndani yangu e Bwana, nimekifikisha ndani ya masikio ya watu wako. Mungu tusaidie, ninaomba rehema kwa ajili ya sadaka zote e Bwana ambazo tulikutolea ambazo ni sadaka hazikuwa manukato mbele zako Mungu, kaiachilie rehema yako ukaachilie msamaha wako na nguvu ya msalaba juu ya sadaka zetu ili zipate kibali machoni pako ili zikupendeze wewe Bwana ili kile ambacho Bwana tuliongea ndani ya sadaka Mungu kikapate kutimia juu yetu. Uturehemu Baba, utuhurumie, hatuna mwingine wa kutusaidia wala kuturehemu Mungu wetu.